Na kando na hayo, mtazamaji, shamba la Chakama ambapo takriban miili mia tatu na thelathini na nane imefukuliwa kufikia sasa kufuatia matukio ya Shakahola liliwekwa chini ya mrasimu wa serikali tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita. Alipofika mbele ya kamati maalum ya muda ya bunge la Seneti inayochunguza matukio ya Shakahola, Diana Mumo ambaye anawakilisha mrasimu rasmi alifichua kuwa kiongozi wa kanisa anayekabiliwa na utata Paul Nthenge Mackenzie hana umiliki wowote wa, wa shamba hilo. Na namna anavyotuarifu hivi sasa mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim, wadau wa shamba la Chakama wamejitenga na mauaji hayo ya Shakahola na mhubiri huyo aliyetata Huku kundi la mashirika mbalimbali linalofukua mili katika msitu wa Shakahola ikipanga kuanza awamu nyingine ya ufukuzi wa mili, kamati maalum ya muda ya bunge la seneti inayochunguza matukio ya Shakahola inaendelea kutegua kitendawili cha matukio hayo. Wamiliki wa shamba la Chakama ambapo mili 338 ilifukuliwa walikana kuhusikana na mauaji hayo. Alipofika mbele ya kamati inayoongozwa na seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mngatana, wakili wa miliki hao Philip Kaingi alikana kushirikiana na mhubiri tata Paul Mackenzie, akisema kwamba walimpa hifadhi kama maskuota wengine katika shamba hilo a high profile state that now is being uh, advanced uh, before this committee only came after the activities were discovered. Otherwise, squatters on the ranch and, and we therefore held discussions with the contributors of the company who assured us that they would look into the issue. And in our visit, we did two visits and we never saw any squatters chair. And those lands which Mackenzie is occupying, it is actually near the road. It's not very far from the road. Pia ilibainika kuwa shamba hilo limekuwa chini ya urasimu wa serikali tangu mwaka 2016. This as from 20

We had been in talks with the directors of the company for purposes of paying off, um, the debt that was owed to the company and for us to be able to now hand over mandate back to its directors. Kaingi alisema Mackenzie ana hati miliki ya shamba hilo la ekari 800 kama alivyodai. There have been also very strong suggestions that uh, we huku uh, hayo ya kijiri. Tume ya Kitaifa ya Kushughulikia haki za binadam na shirika la Amnesty International na chama cha mawakili humo nchini yametoa wito kwa kamati hiyo kufanya uchunguzi wa kina. Wakati huo huo, awamu ya tatu ya kuchunguza maiti zilizofukuliwa kutoka msitu wa Shakahola imekamilika. Kamati hiyo sasa inatazamiwa kuzuru eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi, kwa mara nyingine kutathmini hali halisi kabla ya kuwasilisha ripoti yake mbele ya maseneta. Abdiaziz Hashim, kutoka majengo ya bunge, Darubini.